Kwanza ninawashukuru eh, timu ya Holy Cross wa kwa kwanza kwa kutumisha katika shule eh, umuhimu wa kusali. Na shule yetu imechagua vitu viwili vikubwa ambavyo vinakuwa ni msingi wa malezi kwa ajili ya vijana wetu, si kwa kufaulu tu mitihani lakini kuwa mwanga kwa vijana wengine kwa maisha yajayo vizazi vinavyokuwa sasa hivi ni wanaita Gen Z au Japani sasa, kwani ni kitu kingine kwamba sala na mambo yanayomhusu Mungu hayapewi sana kipaumbele katika malezi. Sisi tumeamua kwamba ni vizuri walau kuwe na shule moja au mbili ambazo zinaweka sana kama kipaumbele cha malezi ya taifa letu kwa vizazi vijavyo. Tunawapongeza kwamba mmetusaidia kuwaonyesha wa vijana kwamba sala ina manufaa makubwa, na mchoro wenu inasemaje, try pray it works, na hapo tunasema pray it works, and if you pray you will never be disappointed, if you pray you will never be disappointed. Hii juzi eh, tulikuwa kule Mangola tukapitia parokia moja ambayo ina jina la mtakatifu Dominiki. Mtakatifu Dominiki ambaye alikuwa ni Spanish aliyekuwa na ushawishi mkubwa kwa kuhimiza watu wasali, wasali rozari. Na rozari si tu kusali, ukisali rozari ukiwa umetulia, inakupa peace of mind, inakupa serenity, na wakati huo ukizungumza na Mungu Mungu anakusikia na ukusikiliza. Mungu sauti yake unaisikia, kwa sababu umetulia. Wabudha wana rozari, Waislamu wana rozari, wanaita tasbih. na Ukiangalia yote haya yana malengo yale ya yani, ya kutulia katika sala na utulivu katika sala na Bikira Maria inakusaidia, kwa sababu pia kuna miujiza mingi ambayo inatokea, na vijana kama ninyi mlivyo hapa, mkiweza kujua manufaa yake na faida zake, mtakuwa na maisha tofauti sana na watu wengine. Kwa hiyo tunaomba tuwapigie makofi wanao organize wote na hasa tuweze kumwenzi Padre Patrick Perol ambaye ni Holy Cross pada aliyebuni utaratibu huu.

katika art, katika maandishi ametafsiri sala anavyoifahamu anavyoiishi katika art akaichora kwenye karatasi, na kama unaweza ukaibuni na kuichora sala katika karatasi, si vigumu kuibuni na kuichora katika maisha yako. Kwa vijana tunavyowahimiza kusali kila siku hapa, ningependa hiyo sala uichore katika moyo wako ikuongoze na ikiwezekana ichore katika karatasi, ili uizoee, kwa sababu sala tunazofanya ni mazoezi ya kiroho. Maisha tunayoishi ndiyo ishara kwamba ulifanya mazoezi ya kutosha, uko imara katika maisha ya kiroho, kwa sababu hakuna haja ya kufanya mazoezi na huendi kucheza. Kwa hiyo, kucheza ndio maisha yenyewe ambayo tunaishi na mojawapo huyu ameweza kutranslate haya maisha yake na sala anayofahamu katika karatasi, na dunia nzima ikaweza ku appreciate kwamba kuna mtu ambaye anaweza akatranslate maisha yake au sala yake katika matendo kumsifu Yesu Kristo. Nawaalika vijana wengine na hasa wale ambao wanasinzia wakati wa sala, uamke, ujue kwamba try prayer na sasa tuseme pray. <coughs> Pray hard. Slow down to pray. Unaweza kuwa na activities nyingi sana lakini punguza mwendo ufanye nini? Slow down and pray. Na ukisali rozari kwa mfano, si lazima ungojee tu usali hapa kanisani. Unaweza desturi yako mwenyewe wakati wa ukimya, ukasali sala yoyote, ukasali rozari, ukasali Baba Yetu, ukasali Salamu Maria, lakini katika utulivu ambao unakuweka karibu na Mungu. Nafurahi kwamba walau mmekusaidia kwa kiwango kikubwa, na naomba muendelee hivi, sio kwa mashindano tu. Mashindano yanaweza kufanya vijana wakapenda, lakini kwa kuwaelekeza, sijui Patrick alifanya nini. Ningependa kusoma elimu eh, yake zaidi ili niweze kujua namna ambavyo tunaweza tukasaidia vijana hawa wakampenda Mungu wakapenda kusali kwa utulivu, lakini pia wakapenda kuweka maisha yao ya sala, ya yakaonekana kama taa kwa watu wengine. Na washukuru mno, na shirika la Holy Cross imesoma na wapale Holy Cross na nafahamu lakini sikufahamu kwamba kuna, kuna, kuna tunu kama hii ambayo imetuletea. Hiyo ni nzuri kwetu na nzuri kwa vijana. Kwa hiyo naomba basi, kwa maneno haya machache niwashukuru tena, lakini washukuru vijana, na hasa wale ambao wameingia katika mashindano na huyu ambaye ametuonyesha, amewasha tochi yetu dunia nzima, iweze ikawa ndio chachu kwa vijana wengine ambao sio hawa tu, na wale ambao labda walikuwa wanaona kwa sala hailipi. Sala inafanya nini? Sala inafanya nini? Inalipa. Tukimwamini Mungu, tukisali we will never be disappointed. If you pray, you will never be disappointed. Slow down and pray. Not only studies. Pray. Kwa sababu lazima uwe mwadilifu. Na mtu mwadilifu anaongozwa na sala. Na sala tunayowekwa hapa ni desturi tunajengea tabia ya kusali. Sio hapa tu hata ukiwa mwenyewe na familia yako na wale ambao zoka nao baadaye. Tumsifu Yesu Kristo, yeah. Mungu ni mwema kila yeah, wakati.